Naam, karibu tena mtazamaji. Wakulima wa miwa eneo la Bumula kaunti ya Bungoma wanapinga pendekezo la kubadilishwa eneo lao la uzalishaji wa miwa kutoka zoni ya Lower Western hadi Upper Western. Wakulima hawa wanasema kwamba wamekuwa wakipeleka miwa yao katika kiwanda cha Mumias wakisema kwamba hawatakubali kushawishiwa kupeleka kwingineko. Kulingana nao wanastahili kuwa na uhuru wa kupeleka miwa yao kwenye kiwanda watakachopata malipo kwa wakati. Sisi farmers over 10,000 ambao tuko Bumula. Hatuna contract sa uh, Nzoia au Naitiri, tuna contract sa um, Mumias. That means whether unataka kuwa uh, director au uwe voter, utaruhusiwa kusimama kwa sababu una contract ya hiyo soni. Wanataka tu, tu, tu, tu, tuende na pia huta pika kura mambo ya soni, kusema ya kwamba Bumula yewe hapa sendro hapa sendro. Sisi kama wakulima tulisema ya tuwesu kakubali muniasi ipaki na zile pine zenders zenye walichenga, so vita ambavyo na weza kuwa between the millers, unless kama kuna mtu mila yota ambayo na oni mkulima ni wake na anajua hilo shamba ni lake. if not that way let us work as we have been working. Kama mtu akihisi ya kwamba alete miwa kwako, alete na kama akiamua kupelekwa kastoma ile mwingine apeleke.